Mara baada ya kugundua kuvunjika kwa trachanta na uamuzi wa kufanya upasuaji kufanywa, kila urekebishaji huamuliwa kulingana na ubora wa mfupa. Matibabu ya kawaida kwa hili, yanayoitwa skriu ya paja inayobadilika, yalikuwa yakifanywa kwa miaka 40 iliyopita, na inafanya kazi vizuri ikiwa ubora wa mfupa ni mzuri. Lakini ikiwa ubora wa mfupa si mzuri, matibabu yamehamia katika mfumo wa misumari ya kurekebisha ya karibu na misumari ya kurekebisha ya trochanteric lakini pia tumeanza kuona watu wenye umri wa miaka 90, 95 wakija kwa ajili ya kuvunjika kwa trochanteric sawa, na katika hali kama hizi, hata misumari hii ya kisasa inaweza kushindwa kushikilia kwa nguvu. Kwa hivyo tumekuwa na wagonjwa ambapo tunarekebisha kwa misumari ya kisasa inayoitwa TFN, lakini bado screws huwa zinatoka nje wanapoanza kuungana kutembea na yote ili kuepuka mambo kama haya, kupitia misumari na skrubu hizi tunaweza kuweka saruji zinazoweza kudumbwa ndani yake na kuimarisha. Kwa ujumla, kanuni inabaki ikiwa ubora wa mfupa ni mzuri, rekebisha, mhamasishe mgonjwa.